Ndugu zangu wa Kristo wote naomba nitoe wito kwenu kutumia vizuri muda wetu. Mungu katika siku sita za kwanza alifanya kazi kwa mpangilio siku ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne. Ni matamanio yangu kwamba kila mtu anayeanza mwaka aanze kwa kuhakikisha kwamba kila analolipanga lina matokeo chanya la kuleta mabadiliko katika maisha yake. Mungu ametusaidia sana kutufundisha kuona umuhimu wa kupanga mpango kazi wa maisha yetu, iwe mtu binafsi, iwe katika kazi. Tunapoanza tunaanza na Mungu na Mungu mwenyewe alipanga, ili tutakapofikia Desemba ishirini na ishirini na sita tuweze kujitathmini na kuona tumefikia malengo au hatukufikia, na ni kwa sababu gani. Hivyo wito wangu, ninawaomba kila Mtanzania, kila muumini tuondoe uvivu, tufanye kazi kuleta mabadiliko ya maisha yetu ya kiuchumi. Tunahitaji kufanya kazi. Tukiwa wavivu, tutakufa masikini. Mungu ametufundisha kufanya kazi kwa mpangilio, lakini pia kila mtu atenge muda wa kupumzika na kutafuta uso wa Mungu. Tukifanya hayo mawili, hatutakuwa na shida katika familia wala katika taifa letu. Nawatakieni amani na utulivu tunapoanza mwaka huu, tuanze na Bwana Yesu, amen.